Wengi wenu mmekuwa na fursa ya kusafiri sehemu mbalimbali za dunia. Nimekuwa na fursa sawa. Kwa hakika, hamu ya kuanzisha Wisdom International ilianza miaka mingi iliyopita niliposimama katika ofisi ndogo ya muda ya mchungaji katika kijiji kimoja nchini Kenya, Afrika Mashariki. Alikuwa na maoni mawili yaliyochakaa juu ya vitabu kadhaa vya Biblia na hiyo ndiyo tu aliyokuwa nayo ili kumsaidia kujifunza u neno la Mungu. Na kwa kweli ninajisikia aibu kidogo kwamba nina maelfu ya vitabu vya kunisaidia, lakini hamu yetu ilianza kutumia kila njia iwezekanayo kuchapisha kila somo tunalofundisha na kulitoa mtandaoni bure inasisimua leo kwamba watu wanaoishi katika zaidi ya nchi mia moja duniani kote wanapata nyenzo zetu kila siku, na ninashukuru kwamba Mungu ameruhusu mafundisho yetu kutafsiriwa sasa kwa lugha ya Kiswahili, lugha ya yule mchungaji kule Kenya. Sasa hapa katika Matendo ishirini Paulo yuko safarini tena anaenda katika nchi mbalimbali, kwa kusema hivyo, katika dunia aliyokuwa kijua. Anaendelea na safari yake ya tatu ya umishonari, na mstari e eh, wa kwanza unatueleza kwamba baada ya vurugu kule Efeso katika Asia ndogo, Paulo aliondoka kuelekea Makedonia. Sasa hiyo ni sehemu ya kaskazini mashariki ya rasi ya Ugiriki. Na sasa tunasoma katika mstari wa pili, alipokuwa amepita katika maeneo hayo na kuwapa faraja nyingi, alifika Ugiriki na huko akakaa miezi mitatu. Sasa haichukui muda mrefu matatizo kumfikia Paulo. Kuna njama ya kumuua ambayo inajulikana, hivyo anabadilisha mipango yake, na badala ya, ya kusafiri kwa meli kurudi nyumbani, anasafiri kwa nchi kavu kupitia Makedonia. Sasa sijui kama umewahi kukosa muunganiko wa ndege uwanja wa ndege. Mimi mwenyewe nimewahi na ni kweli kabisa, inakatisha tamaa sana kupoteza masaa machache ya muda wa thamani. Sasa, unahitaji jikuelewa kwamba Paulo anapoteza zaidi ya masaa machache tu, kwa sababu ya njama hii dhidi ya maisha yake atapata fursa zaidi za huduma, lakini itamchukua muda mwingi kurudia njia alizopita. Mstari wa nne unataja wanaume kadhaa wanaosafiri naye akiwemo Timotheo. Kwa hivyo hii si kweli u kupoteza wakati, lakini ni kuchelewa bila mpango. Sasa, Paulo anapofika mji wa kigiriki wa Filipi, dakt Luka anaungana naye. Luka ndiye mwandishi wa Matendo, kwa hiyo mabadiliko ya viwakilishi yanafanyika hapa katika mstari wa sita kutoka kwake hadi sisi. Vema, tulifika kwao Troa tukakaa andika kwa siku saba. Sasa, pamoja na hayo, Luka anarekodi muujiza unaotukia Troa. Mstari wa saba unaweka mazingira kwetu. Siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekusanyika pamoja kuvunja mkate, Paulo alizungumza nao, akikusudia kuondoka siku iliyofuata, na akaendelea kuzungumza hadi usiku wa manane. Kwa njia, hapa ndipo kutajwa kwa mara ya kwanza kabisa u katika enzi ya Agano Jipya kwa kanisa kukusanyika kuabudu na kusikiliza mahubiri ya neno la Mungu siku ya Jumapili. Unaona, mambo yanabadilika. Kanisa halilazimiki tena na sheria ya agano la kale iliyoweka Jumamosi kama sabato ya Israeli. Wapendwa, kanisa si Israeli, na waumini sasa wanaanza kuita Jumapili siku ya Bwana. Unaweza kusoma hilo katika Ufunuo saa moja na madakika kumi ambapo inatajwa hivyo. Sasa ingawa unaweza kuabudu siku yoyote katika kipindi hiki cha agano jipya cha kanisa, Jumapili imekuwa siku maalum kwa kanisa kuabudu. Hiyo ni kwa sababu ni kuabudu kwa heshima ya ufufuo wa Kristo uliofanyika siku ya Jumapili. Kwa hakika uumbaji wa kanisa ambao pia ulifanyika siku ya Jumapili ulifanyika huko nyuma siku ya Pentekoste. Kwa hiyo sasa Paulo anahubiri mahubiri marefu hapa. Ni sasa, ni usiku wa manane, ni karibu Jumatatu asubuhi, na na kanisa limekusanyika katika chumba cha juu. Kijana anayeitwa Eutiko ameketi kwenye dirisha. Mstari wa tisa unatueleza kwamba Eutiko alizama katika usingizi mzito wakati Paulo aliendelea kuzungumza kwa muda mrefu zaidi. Na lazima nikuambie hili linatia moyo sana, kwamba mtu alilala wakati wa mahubiri ya mtume Paulo, kwa sababu watu hakika wanalala wakati wa mahubiri yangu. Lakini hili linakuwa jambo zito. Sasa huyu si mtu tu anayekoroma kwenye hekalu. Luka anaendelea hapa, na kwa sababu ya kushindwa na usingizi akaanguka kutoka ghorofa ya tatu na akachukuliwa ikiwa amekufa. Daktari Luka hapa pengine ndiye aliyethibitisha kwamba amekufa. Unaweza kufikiria tukio hili la kutisha kabisa, shutuma mbaya na aibu itakayomwangukia kanisa hili dogo kwa sababu ya kifo hiki, lakini Paulo anafanya jambo la ajabu hapa Mstari wa kumi unasema Paulo akashuka chini, akainama juu yake na alipomkumbatia akasema, msiwe na wasiwasi, maana bado ana uhai ndani yake. Mstari wa kumi na mbili unaongeza, wakamchukua yule kijana akiwa hai. Sasa huwa si mwisho wa kusisimua wa ibada ya Jumapili. Sasa sehemu iliyobaki ya sura ya ishirini inatupa kuagana kwa Paulo pale Mileto ana shauku ya kufika Yerusalemu kwa wakati ili kusherehekea siku ya Pentekoste. Anataka kuzuru tena tukio ambapo Roho Mtakatifu alishuka. Anataka kuona kanisa la Yerusalemu, kwa kweli anataka kuona mahali ilipoumbwa. Aya ya 17 inaandika: kutoka Mileto alituma watu kwenda Efeso na kuwaita wazee wa kanisa waje kwake. Kumbuka Paulo amewekeza muda mwingi, juhudi nyingi katika kuanzisha kanisa hili na kuwafundisha waumini wa Efeso, na sasa wazee wa kanisa hilo wanasafiri maili 30 hadi Mileto kukutana na Paulo kabla hajaondoka kwa meli. Hapa Paulo anazungumza nao na kwa kweli anatupatia maelezo mazuri kabisa ya kazi ya kila mchungaji, mzee au kiongozi wa kanisa hadi leo. Kwa hakika hii hapa ni huduma ya kibiblia inayostahili kuigwa kwa umakini. Kwanza Paulo anasema hapa katika aya ya 19 kwamba alihudumu kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu. Nawajua watu wanaoingia kwenye huduma siku hizi wakidhani itakuwa unajua, ushindi na furaha na mafanikio mfululizo tu. Sasa Paulo anasema huduma yake hapa ilikuwa jaribu moja baada ya jingine na machozi mengi, lakini pia anasema katika aya ya ishirini, sikukoma kuwaambia chochote kilichokuwa na faida na kuwafundisha hadharani na nyumba kwa nyumba. Licha ya majaribu, huduma yake ni mfano wa kufundisha na kuhubiri kwa njia. Hilo linahitaji kujisomea na kuomba. Huwezi kumfundisha mtu kitu usichokijua kwa kweli. Mara nyingi huwaambia wanafunzi wangu katika seminari ya Shepherd kwamba wanapaswa kuwa tayari kutumia masaa mengi ea, faragani wakijisomea ili waweze kutumia dakika chache tu hadharani kwenye mimbari. Jambo la mwisho unalotaka ni benchi kuwa zimejaa na mahubiri kuwa matupu. Sasa mtume anasema katika aya ya ishirini na mbili kwamba amefungwa na Roho kwenda Yerusalemu. Sasa inaonekana kupitia onyo za kinabii anajua kwamba kifungo na mateso vinamsubiri huko, lakini bado ataenda. Unajua, na nashangaa ni wangapi wetu wangebaki kwenye huduma kama Mungu angeahidi tu matatizo zaidi. Lakini Paulo yuko tayari kwenda popote Mungu anapotaka aende, licha ya hayo. Paulo anasema hapa katika mstari wa ishirini na nne siuhesabu uzima wangu kuwa kitu chochote, wala si kitu kwangu mimi mwenyewe, ikiwa tu nitaumaliza mwendo wangu na huduma niliyopokea kwa Bwana Yesu, ili kushuhudia injili ya neema ya Mungu. Yo. Je, ni huduma gani ya mfano hadi leo? Vema. Sasa, pamoja na hayo, Paulo anawaonya wazee hapa katika mstari wa 28, jiangalieni nafsi zenu. Huo ni ushauri mzuri sana. E, kiongozi wa kanisa anapoanguka, kanisa zima linaumia. Hivyo viongozi hasa wanapaswa kuwa waangalifu. Basi kisha Paulo anawaambia wawachunge au wawahudumie kondoo wa kundi neno linalotumika hapa kwa ajili ya kuchunga ni poimaino ambako tunapata neno poimain, na hilo ndilo neno la mchungaji. Inaweza kutafsiriwa moja kwa moja kama malisho. Kwa namna fulani, mchungaji kwa kweli anapaswa kuwaongoza kondoo kwenye malisho mabichi na kuwalisha. Sasa Paulo anaongeza onyo hapa katika mstari wa ishirini na tisa ninajua kwamba baada ya kuondoka kwangu mbo mwitu wakali wataingia kati yenu, wasiwahurumie kondoo, na kutoka miongoni mwenu wenyewe watatokea watu watakaosema mambo yaliyopotoka ili kuwavuta wanafunzi wawafuate wao. Basi hebu niwaambie, hii ndiyo imekuwa historia ya kanisa, sivyo? mashambulizi kutoka kutoka nje, mafundisho ya uongo kutoka ndani. Jinsi tunavyohitaji wachungaji waaminifu, waangalifu, wenye ujasiri na hodari leo hii! Sasa basi, Paulo anataja mfano wake mwenyewe hapa katika mstari wa 33: sikutamani fedha, dhahabu, wala mavazi ya mtu yeyote. Anasema hapa, sikuwa ndani ya huduma hii kwa ajili ya pesa. Sikuwa na nia ya kuwachuna kondoo, nilikuwa na nia ya kuwalisha kondoo. Basi kwa hayo, wote wanapiga magoti hapa, kabla ya meli kuondoa nanga. Wanajua kwamba kuna uwezekano mkubwa hawatamwona Paulo tena, angalau katika maisha haya, na wanaanza kulia pamoja. Hii ni, hii ni hali ya kugusa sana kwangu na pia ni ushuhuda mzuri wa kuiga. Hebu wazia kwamba kwamba, kwamba watu wangefurahi wakati tukifika kuwahudumia na wao wangelia, wangehuzunika kutuona tukienda. Vema, wanaagana na mshauri wao wa kiroho na rafiki pale kwenye kizimbani Paulo anapoondoka. Kwa hilo hatuna wakati wa leo. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.